Tuko katika uko katika jiji la Tanga ambako naibu waziri ofisi ya waziri mkuu sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu Dkt. Abdallah Posi amesema ipo haja ya, ipo haja ya kutoa msamaha wa kodi kwenye vifaa vinavyosaidia watu wenye ulemavu nchini. Hatua hiyo itasaidia walemavu kuwa na vifaa ambavyo vingine vimeshindwa ambavyo wengine wameshindwa kuvinunua kutokana na kuuzwa kwa gharama kubwa. Naibu waziri Posi yupo ziarani jijini Tanga kutembelea vituo vya watu wenye ulemavu na kuona namna ya kukabiliana na changamoto zinazoikabili jamii hiyo. Inakadiriwa kuwa nchini Tanzania kuna walemavu zaidi ya milioni 3.7. Changamoto kwa walemavu hawa ni vifaa saidizi ambavyo vinapatikana kwa gharama kubwa. sema tu kwamba tukiweza ku zalisha vifaa hivi kwa bei rahisi zaidi, kwa sababu tumeona pale bei ya kifaa kinachotengenezwa locally is almost the same na kifaa wakati mwingine kubwa na kifaa kinachotoka nje. Sasa hali ya kawaida hivi faili vili vitengenezwe kwa bei rahisi zaidi, na vikiweza kutengenezwa kwa bei rahisi, maana yake nini? Ni watapata watu wengi, wakipata watu wengi, hata kwa kuchangia kidogo, au hata kwa serikali kuchangia kidogo, ili watu waliokuwa masikini wavipate. Maana yake nini? Wale wanaotengeneza pia wanapata ajira, na itapendeza zaidi hata watakaokuwa na wanavitengeneza watu wenye ulemavu. Wadau wa elimu ya wenye ulemavu wanasema vifaa saidizi ni changamoto inayolikabili kundi hilo, hususan wale wenye vipato vya chini. Ukweli ni vya gharama na ni kazi sana kwa huyo mtu mwenye ulemavu yeye mwenyewe kumudu kuvinunua, na pengine hata familia yake e, pengine kununua kwa sababu Uh, familia nyingi za, za watu wenye ulemavu bado unakuta pengine ni maskini na hazina uwezo uh, mkubwa kutokana na kwamba pia hata unaweza kukuta walio wengi ni wakina mama ambao wametelekezwa na waume zao. Kama tunaongea juu ya haki za watu wenye ulemavu, na kama mtu hawezi ku, ku, ku, kuenda nje kutoka nyumbani au hawezi kuenda shuleni, hatuwezi kuona hata haki, haki yake imekuwa true <laughs> kukua kweli. Uh, na kwa sababu ya hiyo ni inakuwa muhimu sana, hata serikali na partners yote wana wanaangalia hii. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa za mwaka elfu mbili na mbili, inakadiriwa kuwa asilimia kumi ya watu wote duniani wana ulemavu wa aina fulani. Bona Herman, Star TV.